Tuzungumze kuhusu mwili wa kike. Hasa viungo vya uzazi. Mara nyingi kuna siri nyingi kuhusu maendeleo ya viungo vya uzazi vya kike. Hapa kuna kila kitu unachohitaji kuhusu mwili wako kutoka nje kwenda ndani. Uke yako ni nini? Uke yako kwa jumla inamaanisha vitu vyote ambavyo vinaonekana nje, yaani kilima ya uchi, midomo ya nje, kisimi au kitoris, ambayo ni tishu laini na, na ufunguzi wa nje wa mkojo wa mbuchi yako. Mrija ya mkojo ni tundu ndogo kwenye mkojo inapitiaka Waya hii ni ufunguzi ya mbuchi yako. Watu mara mingi wanatumia neno mbuchi kwa ile yenye kwa kweli inaitwa uke. Buchi yako iko ndani ya mwili yako na ni njia inayoongoza kwa mfuko wako wa uzazi. Mbuchi yako kawaida iko na urefu wa sentimita 7.5 mpaka sentimita 12.5 na inaweza kunyooka au kupunguka kama inahitajika. Ufunguzi ya mbuchi yako tu njoo inaweza kuonekana nje. Nyuma ya ufunguzi ya mbuchi yako ni mkundu au njia yako ya haja kubwa. Ndani ya mwili yako uko na viungo viwili vinavyoitwa maovari au mijira ya mayai. Ndani yao mayai ambayo iko na maisha mafupi. Kwa ujumla, mara moja kwa mwezi, yai hutolewa na moja ya mirija yako ya mayai na kusafiri chini ya mirija yako ya fallopian kuelekea kwa kizazi chako. Mfuko yako ya uzazi ni kiungo muhimu yenye iko na uwezo wa kupanua au kukomalisha mtoto katika mimba au ujauzito. Kila mwezi unapokuwa hupati mimba, kizazi chako hupoteza ukuta wake kupitia mlango wa kizazi chako na chini ya mto wako wa uke. Hii inaitwa kupata hedhi, na hivyo ndio unahitaji kujua kuhusu viungo vyako vya uzazi kuanzia ndani mpaka nje.